Kabla sijaendelea nitoe shukrani zangu za dhati kwa niaba ya wananchi wa Kyerwa kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuona kwamba wananchi wake wana uhitaji wana uhitaji wa wataalamu hao kuweza kuwasaidia kwanza kupata uelewa wa kisheria, lakini pia kupata msaada wa kisheria. Ninyi wenyewe mmekuwa mashahidi, mmejionea jinsi gani watu wana uhitaji huo na mmeona ni jinsi gani mnaweza kuwasaidia wananchi wa wilaya Kyerwa. Kwa hilo tunamshukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Muungano, Tanzania kwa maono yake makubwa lakini kwa upendo wake mkubwa kwa wananchi, kwa wananchi wake. Um, niahidi, niahidi kwamba baada ya timu hii ya kitaifa kuondoka sisi wilayani tutajipanga, tutaendelea na zoezi la kuwafikia wananchi lakini kuendelea kuwasikiliza ili tuweze kuendelea kutatua, kutatua kero na changamoto walizokuwa nazo. Kama tulivyokuwa tunafanya awali, tunadhani tutaongeza kasi kasi zaidi. Naamini uh, mlikopita wananchi wamepata uelewa kwa kiasi fulani, kwa hao waliojitokeza watakuwa mpata uelewa juu ya nini wanatakiwa kufanya wakiwa na hizo ishu zao ambazo zinahusiana na sheria, mlipoishia na sisi tutaendelea, tutaendelea hapo um, lakini pia nipende kusema kidogo kwamba uh, na nyinyi ni mashahidi, mtakuwa mmeenda mmekutana huko wananchi wetu pia wanatabia moja kwamba anapokuwa kiongozi fulani wanaleta jambo lao linashughulikiwa, linafika mwisho. Akija mtu mwingine tofauti na yule, wanaliwasilisha upya. Nadhani mmekutana nalo, utakuta mwingine na hukumu zilishatoka miaka ya elfu mbili na kumi na kitu, lakini akishaona kiongozi amekuja au wamebadilika DC au wamebadilika mkurugenzi au kiongozi atakayebadilika, lazima mtu anakuja tena na dokumenti zake, anaanza moja. Sasa kama kulikuwa hakuna rekodi huku nyuma inakuwa sasa yule kiongozi anaanza kutafuta upya, lakini kumbe hicho kitu kilishashughulikiwa na kilisha fanya nini kilisha kuisha. Kwa hiyo mimi nitoe hicho tu kwa wananchi, wananchi wa wilaya Kyerwa, hiyo tabia kwa kweli, kama mtu utakuwa ulishashughulikiwa usifikiri kwamba anayekuja na sheria tofauti Yoyote atakaye kuja ataongozwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu zilizoko zilizoko nchini, hawezi kubadilisha matokeo. Kwa hiyo tuwe na imani na viongozi wetu wa serikali walioko hapo. Kama ushashughulikiwa swala lako na unaona limefika mwisho, basi hebu tuache, tunajisumbua kupoteza muda, kwa sababu linakuja kutafutwa baadaye, linaonekana kwamba hichi kitu mwana kilishashughulikiwa. Um, mimi niseme tu, ninawashukuru ninawashukuru, lakini pia ninawapongeza kwa kazi kubwa mliofanya mmetusaidia wilaya ya Kyerwa, angalau tutapumua. Wengine ambao tulikuwa zile kesi zote zinakuja kupumulia hapa kwangu. Kwa hiyo angalau na mimi kidogo nitakuwa nimepata relief. Lakini niwaahidi hii ili zoezi halitaishia hapo tutaendelea na hii spending nilizoziacha, nitahakikisha nimezifuatilia kwamba hao watu wamepata wame, wamepata haki zao, kwamba hii 116, 17, 17 iliyoachwa, tutaendelea kusisitiza wataalamu wafuatilie na mimi mwenyewe nikiwa bega kwa bega na wao. Lakini na hizi 27 ambazo zimekabidhiwa, lakini ziko mahakamani, tuwaombe sana wenzetu wa TLS, kama mlivyosema, waendelee kuwasaidia hao wananchi katika kupata haki zao. Wa hawa wenzetu ambao wa wa, wanajitoa, tuwaombe sana. Wilaya ya Kyerwa tunahitaji, uhitaji sana wa msaada wa kisheria, kwa maana ya wananchi walio wengi hawana, hawana uwezo. Basi baada ya kusema hayo, niseme mimi nawashukuru sana na taarifa tumepokea. Asanteni sana.